gumzo mikoa hii ni vinara. Lakini matumaini kinga mpya kuzuia HIV ikianza kutumika, matumaini kinga mpya kuzuia HIV ikianza kutumika. Hiyo ni habari pia inaendelea kwenye gazeti lako la Mwananchi, na bado kuna habari kubwa kwenye gazeti la Mwananchi na usema uzinduzi wa daraja la JPM Magufuli. E, uzinduzi wa daraja la JPM Magufuli Samia atimiza ndoto. Eh, ni uzinduzi daraja la JPM Magufuli Samia atimiza ndoto ni kukamilisha ujenzi wa daraja la JPM Magufuli. Kero e, ya vivuko kwisha, uchumi kanda ya ziwa kufunguka, asema ni ishara ya kwanza kujitegemea kiuchumi, ataka madereva e, wawe waangalifu, ulega kicheko atoa maelekezo. Lakini shilingi bilioni 917 kunufaisha e, wanafunzi wa elimu ya juu, shilingi bilioni 917 kunufaisha wanafunzi elimu ya juu. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti la Mwananchi kwenye kurasa za mbele, likidigo chana gazeti la Mwananchi. Tuangazie gazeti lako la Habari Leo lenye habari bari inasema shehe ajiteka kukwepa madeni ya milioni mia tano. E, shehe ajiteka kukwepa madeni ya milioni mia tano. Lakini Afrika ipewe uhuru wa kuzalisha nishati kwa rasilimali zake. Afrika ipewe uhuru kuzalisha nishati kwa rasilimali zake. Lakini habari kubwa ni ametekeleza. Hiyo ndo habari kubwa kwenye gazeti la habari leo, unasema ametekeleza. Samia azindua daraja la JPM Magufuli kuiunganisha Tanzania na majirani, awataka wananchi eh, walitunze Ulega ahidi neema zaidi kanda ya Ziwa. Hiyo, eh, ni habari kwenye gazeti lako la habari leo, lakini kuna habari inayosema kampeni ya msaada wa kisheria warejea matuma, warejea matumaini Dar es Salaam huku wasomi demokrasia muhimu kulinda amani ya nchi. Lakini maj maji ya maafa e, yaanza ya kugeuzwa fursa. Hiyo ni habari pia inapatikana kwenye gazeti lako la habari leo. Lakini Zanzibar leo gazeti lako linaandika e, Hemedi amrisha mkutano wa 19 BLW asema maandalizi uchaguzi mkuu yaendelea vizuri. Lakini daraja litafungua usafirishaji kikanda. Huyo ni Rais Samia Suluhu Hasani. Huku ZEF ZA yaahidi kuwaendeleza wabunifu vijana, lakini kimataifa, Irani yalenga vituo vya kijasusi vya kijeshi. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Zanzibar Leo, lakini kwenye gazeti la Uhuru kuna habari kubwa inayosema hizi hapa sababu za Tanzania kuipiku Marekani kasi ya ukuaji wa uchumi, lakini historia imeandikwa. Eh, historia imeandikwa. Huo ni uzinduzi wa kigogo Busisi, daraja kubwa kabisa Tanzania. Lakini wananchi Mwanza kicheko, ufunguzi daraja la JPM Magufuli. Rais Dr Samia amedhamiria kuendeleza sekta ya madini waziri mkuu. Eh, hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Uhuru ukurasa wa mbele. Lakini Majira gazeti lako linaandika Samia azidi kumwenzi Magufuli kwa vitendo eh, Samia azidi na ziara ya rais Samia Suluhu ya acha alama miradi mikubwa, huku CRDB ya zawadia watoto Muhimbili ya mwaga profesa Janabi. Hiyo ni habari kwenye gazeti la Majira ukurasa wa mbele. Na Taifa Tanzania gazeti lako uzalendo kwanza linaandika daraja la Magufuli kuiunganisha Tanzania na majirani, huku Afrika ipewe uhuru wa kuzalisha nishati kwa kutumia rasilimali zake. Huyo ni Dr Biteko atoa neno. Hiyo ni habari pia inapatikana kwenye gazeti lako la Taifa Tanzania. Na gazeti lako la Uelekeo lenye linaandika yametimia hilo ndo gazeti la Uelekeo yametimia na habari picha ni daraja la Magufuli. Lakini serikali kugharamia majeruhi ajali ya meatu. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti la Uelekeo kwenye kurasa za mbele huku Dr. Mwigulu aifunda bodi ya benki kuu Tanzania. Eh, huyo ni waziri eh, Mwigulu Nchemba aifunda bodi ya benki kuu Tanzania. Lakini gazeti lako la Dira tunaliangazia. Hiyo ni Dira ya Mtanzania lenye linaandika Dr. Nchimbi tutaendelea kudumisha ushirikiano na wa vyama rafiki. Lakini ametekeleza, rais Samia azinduwa daraja John Magufuli, ni mradi mkubwa uliokuwa umesalia awamu ya sita, huku waziri Urega asema Oktoba tunatiki. Hiyo e, ni habari kwenye gazeti lako la Dira na Nemki ya wanoa wenye viwanda Temeke. E, Nemki ya wanoa wenye viwanda Temeke. Lakini bado kuna habari inayosema SMZ yaipongeza NMB kwa kudhamini kushiriki kongamano la uwekezaji Zanzibar. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Dira ya Mtanzania kwenye kurasa za mbele. Lakini mtazamo mpya gazeti lako asubuhi ya leo linaandika eh, wakili Liani achangia shilingi milioni nne nyumba eh, ya UVCCM Kilombero. Lakini tayari limezinduliwa. Eh, ni daraja la Kigongo Busisi rasmi limepewa jina la JPM, kuchukua picha kurekodi video kwa kibali maalum. Lakini Tanzania na WB wajadili mpango wa mahususi wa kutekeleza eh, utekelezaji ni wa nishati wa misheni mia tatu. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mtazamo Mpya, eh, lakini habari kubwa ni tajali limezunduliwa. Ukitaka kuchukua picha na video, basi ni kwa kibali maalum. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mtazamo Mpya lakini wamachinga, gazeti lako sauti ya wanyonge lenye inatuandikia habari inayosema rais Samia azindua kibabe daraja la kigongo Busisi, hiyo ni ametekeleza. Ndiyo habari kubwa kwenye gazeti la Wamachinga. Lakini TANESCO yazindua kampeni ya ulipaji madeni na ulinzi wa miundombinu ya umeme e, TANESCO yazindua madeni ya ulipaji wa madeni na ulinzi wa miundombinu ya umeme na tuachane na gazeti lako la Machinga, tuangazie gazeti lako la Mwanahabari, gazeti bora kabisa linaandika, Rais Samia mwenzi JPM. Huyu ni Rais Samia mwenzi JPM kwa uzinduzi wa daraja la Kigongo Busisi, sasa lapewa jina la JPM. Lakini makaa ya mawe kuzalisha umeme magawati 120 nchini, huku aweso vijiji vyote kuwa na maji kabla ya 2030 walihudumiwa banda la wanasheria mkuu wa serikali wapongeza hiyo ni habari kwenye gazeti la mwanahabari gazeti bora kabisa. Na tukiachana sasa na gazeti la mwanahabari, tuangazie gazeti la kula nipashe, mwanga wa jamii kwa asubuhi ya leo. Kwenye habari kubwa a ukurasa wa mbele linaanza na habari inasema, ukombozi wa daraja la Kigongo Busisi. Hiyo ndio habari kubwa kwenye gazeti la uh, nipashe, lakini habari picha ikimwonyesha Rais Samia akifanya uzinduzi wa daraja hilo, na gharama za upandikizaji uloto ni milioni sabini na tano. Tanesco yaita mezani wateja wenye madeni sugu. Eh, hiyo eh, eh, ni habari kwenye gazeti la Nipashe. Huku serikali ya Zambia, eh, familia ya hayati Rais Lungu zavutana kuhusu mazishi. Eh, serikali ya Zambia na familia ya hayati Rais Lungu zavutana kuhusu mazishi, huku Sheikh Ponda asema ataagiza watu kulinda kura uchaguzi mkuu. Huyo ni Sheikh Ponda, eh, asema ataagiza watu kulinda kura uchaguzi mkuu lakini tukiachana sasa na kurasa za mbele za magazeti mbalimbali nchini Tanzania, tuangazie kurasa za michezo na burudani. Tunaanza na gazeti lako la Mwanahabari lenye linaandika Dodoma Jiji Yanga sio mechi ya kitoto. hilo ni gazeti lako la Mwanahabari linasema Dodoma Jiji na Yanga sio mechi ya kitoto. lakini Rais Samia mgeni rasmi ziara ya bunge. huko kocha Mgunda tunabaki ligi kuu. huyo ni kocha Mgunda asema tunabaki ligi kuu lakini kipa bora EPL yupo Tanzania kutembelea uh, vivutio. Na gazeti la kula machinga nadika ziziki aweka uh, rekodi akikabili aki Manchester City. Lakini Yanga Singida Black Stars fainali siku moja mbele uh, Yanga Singida uh, Black Stars siku moja fainali mbele. Lakini Simba Simba wa washindwe wenyewe kwa gi basiala uh, Simba lakini Rais Samia mgeni rasmi CRDB bunge bonanza. Huko mgombea TFF akiri kuna mizengwe e, huyu ni mgombea wa TFF akiri kuna mizengwe yo. Ni gazeti lako lamachinga kurasa za michezo huko. Mtazamo mpya gazeti lako linaandika Rais Samia mgeni rasmi CRDB bunge Bonanza, Yanga Singida finali CRDB Cup Juni 29. Lakini dira gazeti lako linaandika Rais Samia kupamba bonanza la lab bunge. Huku Luvanga sasa mwendo wa GPS, huyo ni Clara Luvanga ni mwendo wa GPS. Ufunguzwa chani 2025 kufanyika Benjamin William Mkapa. Lakini uelekeo gazeti lako kwa michezo linaandika mangungu, Simba ni shwari, tuzo ya kipa bora yanukia kwa Kamara. Lakini panga lina mhusu Msonda Yanga anayetaka kiti cha karia Alia, rafu e, anataka kiti cha karia apigwe rafu e, aanza kulia mapema, lakini Daula Faisali pasua kichwa. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la uelekeo kwenye kurasa za michezo, huku Taifa Tanzania kuna michezo naandika injinia Himba Mustafa Alia na kamati ya uchaguzi e, TFF. E, huyo ni injinia Himba Mustafa Alia na kamati ya uchaguzi TFF. Lakini rais Samia kuongoza grandi bunge bonanza kesho na gazeti lako la Majira linaandika Yanga kuiwinda Simba visiwani Zanzibar. Lakini bado kuna habari inasema, injini ya Himba TFF kimeumana. Huyu ni injini ya Himba na TFF wasema kimeumana. Fainali ya CRDB Federation Cup sasa kupigwa Juni ishirini na tisa. Hii ni habari kwenye gazeti lako la Majira, ukurasa wa michezo. Huku gazeti lako la Uhuru inaandika bingwa ligi kuu bara waimuibua Hamdi na Fadru. Lakini mchuano ya chani kuzinduliwa Agosti mbili. E, klala, rovanga, atamani ubingwa. Hiyo ni habari kwa gazeti la kula Uhuru kurasa wa michezo, lakini gazeti la kula Zanzibar leo linaandika tunajivunia mafanikio ya michezo, huyo ni Hemedi na Rais Samia, mgeni rasmi bunge Bonanza, na serikali ya unga mkono juhudi za ZBC kuibua vipaji. Hilo ni gazeti la kula Zanzibar kwenye kurasa za michezo, huko gazeti la kula habari leo linaandika ufunguzi wa michuano ya chani kufanyika kwa Mkapa, lakini yanga simba za viziana ubingwa bara mgombea alalamikia udhamini chaguzi TFF. Hilo e, ni gazeti lako la habari leo kwenye kurasa za mchezo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina, na tuangazie sasa kwenye gazeti lako la Nipashe Mwanga wa Jamii asubuhi ya leo yenye linaandika Fadu afunguka, anaitaka dabi ya Kariakoo, lakini baada ya mechi na Kagera Sugar ataelekeza nguvu na mikakati yake e, kwenye dabi ya Kariakoo. Huko Miludi aichimba mkwara Dodoma Jiji, ni habari kwenye gazeti lako la Nipashe Mwanga wa Jamii kwa asubuhi ya leo. Pata na kale yako kwa habari kwa Kinam. Na tukiachana na gazeti la Nipashe sasa tuangazie kwenye gazeti lako la Mwanaspoti lenye linaandika Yanga tano Simba mbili, rekodi Jumatano ya shangaza Juni 25 wabeba wekundu e, Juni 25 ya wabeba wekundu, lakini ahwa ateba katika vita mpya, kompyuta ya tabiri bingwa EPL lakini